aojaeuiwa aniweshiweniayatisaisiayamuna kama linazidi kuwa mbaya sasa. Angalia sasa, nimebakiwa na gari ndogo tu hii, gali nyewi sasa. Dah

Alafu nani na, amewezaje kufika nyumbani wakati hapajui? Maana akumbuka mganga isha sema asifike nyumbani kwangu hasa, inawezekanaje amefika sasa e? kuna kitu gani kinachoendelea kwani hapa e? Hapa sio bure, lazima niende kwa mtaalamu tena nimuulize, mbona kama ni mashaiti nimefuata Alisema kulala makaburini, nalala kila siku. Kuoga njia ya panda, naoga kila siku usiku. Sasa mbona sielewi nini kinaendelea hapa? Lazima niende kwa mtaalamu hapa nikaulize tena, shida nini? Au kuna kosa gani? Kuna shaiti gani ambayo nimekosea mimi? Lazima niende kwa mtaalamu, maana pesa zinaisha. Magari yanaharibika haribika eh?

Haina shida. Masibanda. Wewe jana gari langu likuwa nalo. Unajua kama ile gari, unajua? Ah, Shibanda, eh? Unajua gharama ile gani? Samani, bro. Eh? Samani, bro. Na kuuliza unajua? Au unajua nilipataje? Nisamee sana bro. Yaani mimi nimekuonea huruma nikupa kazi, afu unaanza kunisumbua au si? Hamna, bro, najua. Kwako ndo unakula bro. Bila wewe si. Unanichukuliaje? Naomba unisamee bro. Yaani mimi zinapasuka, na hata usemi? Hamna, bro, samani. Hilo ni kosa. Wewe unanichukuliaje? Unajua nilipataje ile gari? Nisamee sana. Na kuuliza unajua nilipataje ile gari? Sawa, bro. Naomba unisamee. Unajua nilipataje? Hata ushamba, mimi nataka kuweka mjini hapa. Nisamee sana bro. Sawa. Yule alitojurudia tena. Nakurudisha kwenu. Naomba unisamee bro. Sawa. No, amebi sawa, na najua ni nimekosea bro, gari ni la kwako lakini eh? Ayo ni makosa tu bro, alitojirudia tena. Kwa hilo alitojirudia tena, nitakupoteza ya mwisho. Ukirudia shamba wewe Kwanza tu leo uone nimependeza. Sasa leo naongea vitu vya serious, sio mbea tu tajiri. Alafu wewe gusa kicho kwanza. Alafu hivi wewe unataka sana kunifuatilia fuatilia ni una maana gani? Umeisha baba eh, umeisha Yani nitakapoenda, wewe wewe, ni ule ule wewe tu bado na kamwili eh? Ako liko nako, utaisha ndo nini eh? Ndo nini wewe, yani kila siku ni wakufokea. Juzi umetoka kumtoa kaka kichaa yule, unamtoa bado nyumbani kwako sasa hivi taijanawakakazi alafu nakuelekea, nitakupoteza wapi? Kwanzia leo utakaponiona eh, ukiwauna kitu cha muhimu cha kuzungumza eh, ni amani sasa. Hata kukata meta, kwanzia leo nataka ni uruka tu. Mpoteza nani wewe, mpoteza nani? Alafu wewe eh, sikia sasa, hata kunifuatilia, nisije nikafanya kitu kama ambacho nime wewe eh, cheki hebu cheka basi.

kutumia pesa alamu hizo galiya mkanda pako umeishi. Mchezo huhitaji hasira, huu nini ni ya mwisho. Ukinirudia tena kunisemesha semesha

Karibu kijana, karibu, karibu sana kijana, karibu, karibu kete. Mtaalam, sema shida yako. Mtaalam, mimi nimekuja hapa, kuna mambo siizi sielewi mtaalam, yaani kaka yangu nimekuta bado yupo hai. Alafu kaka yako yupo hai? Eh. Alafu cha kushangaza amekuja nyumbani kwangu. nyumbani kwako kabisa? Hey. Amevajuaje? Amepajuaje? kumi mtano, nimekuja hapa nijue. Je, kuna shati gani ambayo mimi nilikosea? Maana kama unipa mashati ya kwamba nisiwe nalala ndani, na huwa silali ndani, kila siku nalala makabrini. Nyamaza. Kijana, sharia sana, VIP, Mambo. Poa, mzee. Mzee, uko poa? Nimekusubiri sana, likuwa nafanyaje, nikuwa na kazi nyumbani, maana wafikia watoto na afu namzenaliimajia tena mtu. Basi nikwambie na yeye, nikwambia yani akishacheza tu naona natoka. Sasa alikuwepo, alikuwa bado hajaondoka, ningetoka aje akata jaondoka. Da, ah, sio mbaya. Sasa hapa. Afu nimepanga kupeleka lodge nzuri yani ambayo hujaifika yani Ah, mimi napenda kuvaa nguo nyeusi kwa sababu mm -hmm. ni nguo ambayo naipenda, lakini pia ni nguo yenye joto sana. Nikivaga huwa nafarijika sana yaani. Hamna, alafu ni, pia ukiangalia umesikia hey, yaani ndio tamaduni ya wa Watanzania, ndio maana naga wenzetu wale Wasukuma bado wanavaga zile nguo nyeusi na nami nafuata mila na tamaduni, sio msukuma sana, napenda tu nguo nyeusi ah. Sasa sikia, mambo sio mengi tunizetu sawa, sinajua ntakiwa tufanye chap chap wao kurudi au Pazuri, wewe utapenda sio? Afa na chakula kizuri. Sawa eh? Utaona vitu vingi. Jana nilikwambia usitembee na wanawake. Unakiona? Yule nani? Ni mimi mwenyewe ndiyo mganga. Tulikubalianeje sasa? Haya masharti ulikubali mwenyewe. Sasa mganga, wewe unajua fika, mi nimeshaasirika sasa. Nataka nizitembee na naki, nivyo vijana. Ah, kijana, kwa sika kwako kwa kunihusu ugonjwa wangu. Makubaliano yetu, makubaliano yetu ulikula kiapo, utafuata masharti. Sasa kijana, umekosea masharti ndio maana kaka yako bado uko hai mpaka saa hizi. Asa mganga, ye. Mimi nimekuja hapa. Ninachokihitaji ni nikuona kaka yangu anakufa. Kwa sababu kama ni pesa zinapotea, magari yangu saa hizi yote nakuta anaharibika tu haribika haribika. Haya duka langu limeisha. Haya ulishasemaga nivae nguo nyeusi. Kila siku navaa nguo nyeusi, nina hela lakini hata naanza kunishangaa, kwa nini navaa nguo nyeusi kila siku? Kijana, nilikwambia ulikosea masharti ya kutembea na wanawake. Mganga, sasa ndio zaje kuishi hivyo. Itabidi sasa tuanze upya tena kwa gharama zingine sawa kijana? Ewe tuanze kwa gharama zingine tena kijana, kijana, unachezea kazi yangu, kwa sababu mimi nakupa masharti tunakubaliana, unakuja hapo na kuja kwenye ofisi yangu unakuja kufu, umekosea masharti. Sasa Mganga, mimi nitafanyaje sasa? Na kijana, kuelekea utakufa. Hmm. Utakufa sasa, kijana utakufa, kijana. Pesa utapotea na utakufa, hautaishia doa ya kupoteza, utapoteza kila kitu, sawa kijana? Sasa mganga, kelele. Kwa nini unalia kijana? unamlilia nani? unamlilia nani kijana? kwenye ofisi yangu huwa wali, ofisi yangu huwa hai... hairuhusu kuona machozi Mganga, mganga, nafanyaje? Okay. Kijana, mganga. Peke yangu nafanya vile ili nipe na wengi. Kijana, hayo yalikuwa makubaliano yetu? Yalikuwa makubaliano yetu? Sasa nisikilize, mganga, usinyoshee kidole, upo kwenye ima yangu. Nisikilize ima, sijaja kupiga ngonjela. Nakupa masaa ishirini na nne kakimya, nakupa masaa ishirini na nne nachikihitaji, kakaangu amekufa. Asipokufa nakua kijana, uwezo kafua kwenye ofisi yangu. Upo kwenye utawala wangu, na kwenye utawala wangu, safi

ima yangu ndani kuna matusi, vituko, ugomvi, ugonjwa, ugonjwa wangu, ima yangu, sogea kidogo, soe, sogea, sogea utaikazisha mizimu, sogea mganga, naomba unisamee. Ni kweli mganga, mimi makosa nimekosea. Na ni, ni masharti kweli nimevunja mganga. Sasa. Sasa mganga, ni kweli nimekosea mganga, nimevunja masharti mganga, sasa mganga Nyamaza. Nipo naongea na mizimu hapa. Kijana sikilize, nisikilize kwa makini, umakini usiwe jeuri. Sasa Saidia kwangu mwanamke uliyetembea naye mara ya kwanza mlete kwenye ofisi, mlete hapa sasa mganga. Mimi nitampata wapi? maana ni wengi, nisikumbuki sasa mganga. Utemeanao <coughs> wengi, nimemsahau wa kwanza mganga. Wa kwanza ulivyotoka kule, tembea naye mara ya kwanza, ulivyotoka huku kuchukua mashariti, ukamtafute umlete hapa sasa mganga. Kwa gharama yoyote mganga anatakiwa kutii masharti, natakiwa kutii masharti umlete hapa kwenye ofisi. Umlete mke wa mtu. Sasa mganga, umeanza kuharibu, ili usaidiwe umlete huyo mwanamke hapa. Sawa kijana, sa, sa, sawa. Umlete hapa sasa kijana, nisikilize, nakupa agizo. Ndio ili nikusaidie huyo mwanamke uliyetembea naye mara ya kwanza. Ulivyotoka hapa uje naye sawa, kijana? Kijana ndio. Sa, sa, sa, sa, msaada wangu uliobaki. Sawa mganga, ile sasa mganga, ni mke wa mtu sasa. Maza, nimekwambia umlete hapa, sijauliza alikuwa mke wa nani, alikuwa nani. Umlete hapa sawa, kijana? Sawa, sasa nakupa hii dawa itakusaidia wewe kumleta hapa. Sawa? Ha. Eh, hey, nakusaidia kijana mpaka na mafuta utakusaidia kumleta huyo mwanamke imeelewana? <muchas>